kubwa kwa niaba ya wanawake wenzangu wengi ambao tulipata bahati ya kupata watoto kwenye hospitali ya wilaya na mimi ni mmoja wao. Yani, kwenye jengo hili, Mheshimiwa mwenyekiti, mwanamke anaweza kujifungulia huko ndani akipata changamoto, akapata mtoto njiti, chumba kinachofuata ni kwa ajili ya kutunza mtoto wake njiti au kama anafanya kangaroo akipata changamoto ya kushindwa kujifungua kawaida chumba kinachofuata anaweza kufanywa, kuna jengo la upasuaji huko ndani ndani ya jengo hili moja. Majengo kama haya yamejengwa nchi nzima kwenye kila wilaya amejenga jengo ambalo litamstiri mwanamke anapokuwa katika kazi ngumu tuliopewa na Mwenyezi Mungu ya kuleta watoto na kuongeza uh, watu katika nchi yetu. Mheshimiwa mwenyekiti, sisi tunatoa pongezi za kipekee, na sisi wanawake wa Kahama tunamwahidi Mheshimiwa Rais Mama Samia Suluhu Hassan kwamba kwa kuwa ndiye mgombea pekee, na ninasema hili nikimaanisha ndiye mgombea pekee wa urais, wanawake wa Kahama nasema mitano tena na Mheshimiwa Emmanuel Nchimbi ambaye ni mgombea mwenza tunamtoa mashaka. Na nyinyi mnafahamu, Mheshimiwa mwenyekiti na wabunge wote wanaume, sisi wanawake ni jeshi kubwa, na sisi ndio huwa tunakwenda kuzitafuta kura, kura za Mama Samia. Kahama mjini zinajaa na kubaki. Jengo hili limesanifiwa na litajengwa kwa jumla ya shilingi bilioni 6.7. Mpaka sasa tunaona halmashauri wamepambana kwa kiwango hichi. Mheshimiwa mwenyekiti, tunaenda katika kipindi cha bajeti, na sisi kama serikali kuu kazi yetu nyingine ni na wajibu wa msingi ni kuendelea kuunga mkono jitihada za mamlaka za wao, mamlaka za serikali za mitaa wao, kwenye mamlaka za serikali za mitaa, kwa maana halmashauri wana wajibu wa msingi wa kuanza ujenzi wa miradi hii mbalimbali ya maendeleo, lakini sisi kama serikali kuu tunakuja kuongeza nguvu.